Jina langu ni Amani Mrope, mtoto wa tatu katika familia ya watoto watano. Nimezaliwa kijiji cha Mgerengere, mahali ambapo kila mtu anamfahamu mwenzake na kila siri ina miguu ya kutembea usiku. Lakini kuna siri moja ambayo ilikaa kimya kwa miaka zaidi ya ishirini, siri ya kisu kilichorudi nyumbani. Baba yangu Mrope alikuwa fundi seremala anayejulikana kwa utulivu wake lakini ndani yake kulikuwa na giza ambalo halikuonekana kwa macho ya kawaida mama yangu maria alikuwa mwanamke mpole mwenye hofu ya mungu kupindukia kila mara alisema kuna kitu kinatembea usiku humu ndani, lakini sijui ni nini mimi nilikuwa mdogo sana kuelewa mpaka usiku ule wa mwaka 2009 ilikuwa mida ya saa tano usiku mimi kama kawaida yangu nilikuwa na usingizi wa mapema lakini usiku ule nilishtuka ghafla kwa sauti ya kitu kilichoanguka na kugonga sakafu kwa nguvu. Nikafungua macho polepole, nikasikia hewa ikivuma chumbani, kana kwamba dirisha linafunguka na kufunga lenyewe. Kabla sijatoka kitandani, nilisikia sauti ya baba, lakini haikuwa sauti yake ya kawaida. Ilikuwa nzito, ya kukwaruza, na ilionekana kama anatamka maneno ambayo si ya lugha yoyote niliyowahi kusikia. Aliendelea kwa dakika kadhaa, halafu kimya kizito kikashuka. Nilipojitokeza chumbani, nikaona kitu kilichonifanya nipige kelele ya uoga. Kisu cha familia chenye mkono wa mninga kilichokuwa kimewekwa kwenye kabati kwa miaka mingi, kilikuwa kimetoka chenyewe kutoka kwenye sanduku lake. Kilikuwepo chini, kimetulia, lakini kimepinduka upande ambao hutokea mtu akikishika vibaya. Mama alitoka chumbani akikimbia akitetemeka, baba yenu amerudi na mambo yake, nilidhani ameacha ya, alisema huku machozi akimdondoka. Baba alikuwa amepotea kwa siku mbili bila maelezo, lakini usiku ule alirudi akiwa mtu mwingine. Alipokuja sebuleni, macho yake hayakuwa kama tunavyomfahamu. Aliniangalia mimi moja kwa moja, halafu akasema kwa sauti ya kutisha, Amani, Usiku huu umeona mwanzo tu. Kisu hiki kilirudi kwa sababu kuna deni halijalipwa. Mama alipiga kelele, lakini baba akakaa kimya kama sanamu. Kwa sekunde kadhaa, tulihisi kama nyumba yote imepoteza hewa. Ndipo tukasikia mlango wa nyuma ukigongwa kwa nguvu tatu mfululizo, pu pu pu. Tulipoenda kuangalia hakuna mtu, ila kisu kilikuwa kimehama tena, sasa kimejipanga mbele ya mlango, kana kwamba kuna kitu kilikuwa kikiingia ndani. Usiku ule usingizi haukurudi, tulikaa macho hadi alfajiri tukihofia kitu ambacho hatukijui. Na hapo ndipo simulizi hii ilipoanza, simulizi ya familia iliyotengwa na watu, ikachafuka kwa siri na hatimaye kuanguka. Nilijua usiku ule kuwa kisu kile hakikuwa chombo tu, kilikuwa ujumbe, na huu ndio ulikuwa mwanzo wa laana ya familia yetu. Na hapo ndipo niligundua, kisu kile hakikuwa cha kawaida hata kidogo. Lakini kilichotokea muda mfupi baadaye ndicho kilichonifanya nitambue kwamba familia yetu imeanza kupasuka taratibu, na mimi ndio nilikuwa nimebeba siri nzito kuliko wote. Sehemu ya pili ndio itakuonyesha kilichojificha usiku ule, hivyo endelea kusikiliza, maana mambo sasa yanageuka kwa makubwa zaidi. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili usipoteze mwendelezo wa hadithi hii nzito. Siku iliyofuata ilikuwa ya kimya cha kutisha. Baba alikaa chumbani kwake siku nzima bila kutoka wala kula. Mama hakuthubutu kumkaribia. Mimi, dada zangu na kaka yangu tulikuwa tumekaa nje ya nyumba tukijaribu kuelewa nini kinaendelea, lakini hakuna aliyekuwa na jibu. Mida ya jioni, mama alinipa jukumu la kumpelekea baba chakula. Nilipoingia chumbani kwake, sikuamini macho yangu. Baba alikuwa ameketi sakafuni, mbele yake kuna bakuli lenye maji mekundu, kana kwamba amechanganya majani fulani na damu. Kisu cha familia kilikuwa kikipumzika juu ya kitambaa cheusi. Aliniangalia na kusema kwa utulivu usio wa kawaida, umefika wakati ujue wewe ndo utaikomesha hii laana. Nilitetemeka, baba, laana gani? Akanisogelea karibu. Kwa mara ya kwanza maishani mwangu, niliona macho ya mtu aliyefanya jambo baya ambalo halimsumbui tena, bali linamfuata amani. Miaka kabla hujazaliwa Nilikuwa kijana mjinga niliyejiona jasiri kupita kiasi. Nilijiingiza kwenye kundi la watu walioshughulika na uchawi, mizuka. Sikutaka kuwa mchawi, nilitaka mali tu. Wakanipa masharti, mojawapo ilikuwa kutoa sadaka ya damu kwa ajili ya utajiri. Aliniangalia na kusema kwa utulivu usio wa kawaida, umefika wakati ujue wewe ndo utaikomesha hii laana. Nilitetemeka, baba, laana gani? Akanisogelea karibu. Kwa mara ya kwanza maishani mwangu, niliona macho ya mtu aliyefanya jambo baya ambalo halimsumbui tena, bali linamfuata amani. Miaka kabla hujazaliwa, nilikuwa kijana mjinga niliyejiona jasiri kupita kiasi. Nilijiingiza kwenye kundi la watu walioshughulika na uchawi, mizuka. Sikutaka kuwa mchawi, nilitaka mali tu. Wakanipa masharti, mojawapo ilikuwa kutoa sadaka ya damu kwa ajili ya utajiri. Nilihisi damu ikinikimbia mwilini. sadaka ya nani? Baba akapiga mkono sakafuni kwa hasira. Nilikata kisu hiki, nikatenda dhambi kubwa, lakini nilihujumu makubaliano yao. Nilitoroka kabla hawajachukua kile walichotaka, na tangu siku ile, kila usiku wa nane wa mwezi, kisu hutaka kurudi nyumbani. Alinipa macho ya huzuni. Mama yenu anajua, ndio maana anahofia wewe zaidi ya watoto wengine, maana wewe umezaliwa katika siku ambayo makubaliano yalipaswa kutimizwa, siku ambayo nilikataa. Nilisikia miguu ikitetemeka. Hivyo kisu kinarudi? Kwa nini kinarudi? Kuchukua deni, na deni ni mimi. Lakini kwa miaka yote nimekuwa nikikwepa, nikijificha, nikitumia maneno fulani kuwazuia, lakini sasa nguvu zao zimeongezeka. Ndio maana usiku uliopita kisu kilitembea chenyewe. Alinyanyuka ghafla na kunishika mabega, Amani, nataka uondoke nyumbani jioni hii. Hawawezi kukufuata ukivuka mto mkavu wa Mitaluni, kiapo chao hakifiki upande wa pili. Lakini kabla sijasema neno tukasikia kelele nje, mama akipiga ukemi. Mrope mrope, kisu kimerudi tena, hiki sasa kinaingia chumbani kwa watoto. Tulitoka mbio. Tulipofika chumbani kwetu, tulilikuta kisu kimesimama juu ya meza, kimelala juu ya toi ya mdogo wangu. Dirisha lilikuwa wazi, upepo mkali ukivuma, kana kwamba mtu au kitu kimeingia ndani. Baba alikichukua kwa hasira, lakini mara tu alikishika, kiliwaka moto mkononi mwake, akakidondosha. Ah, wanataka kuja kwa nguvu sasa. Mama akapiga magoti chini na kulia. Hatutakimbia tena. Mrope, useme ukweli wote. Nani aliyeuliwa? Nani anayetafuta kisasi? Kimya kikakamata nyumba. Baba akasema kwa sauti ya chini sana. Sio mtu mzima, ni mtoto. Mtoto wa miaka saba. Na sasa roho yake haijapumzika kwa sababu ya mimi. Mama alipiga kelele kubwa sana. Dada zangu wakazimia na mimi nilihisi kama dunia imenizunguka. Kisu kikaanza kutikisika, kikijipanga kuelekea sebuleni, kama kinataka kutoka nje kwenda kumuita mtu. Baba akasema hawawezi kusubiri tena. Usiku wa kesho ndio mwisho, ama mimi natoa deni la damu au wanakuja kuchukua mmoja wetu. Na hapo nikaelewa, usiku ujao ungekuwa wa mwisho kwa familia yetu mmojawapo. Na hapo ndipo niligundua kisu kile Hakikuwa cha kawaida hata kidogo. Lakini kilichotokea muda mfupi baadaye ndicho kilichonifanya nitambue kwamba familia yetu imeanza kupasuka taratibu. Na mimi ndio nilikuwa nimebeba siri nzito nzito. Endelea kusikiliza, maana mambo sasa yanageuka kwa makubwa zaidi. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili usipoteze mwendelezo wa hadithi hii nzito. Usiku wa kesho yake ulikuja kwa haraka kuliko nilivyo tamani. Hata jua lilipozama, nyoyo zetu zilikuwa zikidunda kama ngoma za vita. Baba aliomba kila mmoja akae sebuleni, taa zikiwaka na milango yote ikiwa wazi kabisa. Mama alivalia hereni zake za zamani za shaba, alivyosema zinazuia roho wabaya. Mimi nilikaa karibu na dirisha, nikiwa na msalaba mikononi. Baba akachukua kisu na kukiweka katikati ya meza. Siku imefika alisema, kile nilichokimbia kinakuja. Saa moja usiku ilipofika, upepo mkali ukaanza kuvuma, milango ikafunguka yenyewe, kichaka cha nje kikatikisika kana kwamba mtu anakitembea. Mbwa wa jirani walianza kulia kwa nguvu kama wanaona kitu ambacho sisi hatuoni. Giza la ajabu likawa ndani hata na taa kuwaka. Ghafla tukasikia sauti nyembamba ya mtoto ikisema Nimerudi, nataka haki yangu. Mama alikumbatia kifua changu, kaka yangu alianza kutetemeka bila kujizuia, dada zangu walijificha chini ya meza. Kisu kikainuka chenyewe juu ya meza kikielea hewani kama kimeinuliwa na mkono usioonekana, kikaelekeza ncha yake kwa baba. Baba akapiga magoti. Naomba msamaha, nilikuwa kijana mjinga, nilifanya kosa Chukua maisha yangu, waache familia yangu. Sauti ya mtoto ikacheka kwa huzuni. Ulitoroka, sasa utalipa. Kwa macho yao kuangalia, kisu kikaanza kuruka kuelekea shingo ya baba, lakini kabla hakijafika kimetiwa nguvu fulani isiyoonekana, kikasimama nusu ya njia. Mama alinyanyuka na kupiga kelele kwa sauti ya kuamuru, huyu ni mume wangu, msichukue familia yangu. Amani, Simama, ongea naye. Moyo wangu ulikuwa na dunda kama bomu, lakini nilinyanyuka. Nani wewe? kwa nini unatesa familia yangu? Niliuliza nikiwa natetemeka. Kisha tukasikia sauti ile inaguna, mimi ni Noel, baba yako alichukua maisha yangu. Aliahidi kunirudisha nyumbani, leo nimerudi mwenyewe. Nijikuta nalia bila kujizuia. Noel, kama kweli unataka haki, nichukue mimi, si yeye, usiwaumize. Kwa sekunde kadhaa kimya kilitawala. Kisu kikashuka polepole, kikatua sakafuni kwa kishindo kidogo. Kisha tukasikia sauti ya mtoto ikisema kwa upole usiotarajiwa: umetamka maneno ambayo sijawahi kusikia. Watu hawatoi sadaka kwa ajili ya wengine. Unanipa ruhusa ipi? Nikajibu kwa sauti ndogo. Ruhusa ya kusamehe. Si kila deni hulipwa kwa damu. Wengine hulipwa kwa kutubu. Giza lilianza kuondoka. Upepo ukapungua. Kisu kikatulia chini kabisa. Hatukusikia tena sauti yoyote. Baba alianguka chini na kulia kwa uchungu ambao sijawahi kuuona. Mama alimkumbatia kwa nguvu. Sote tulibaki kimya tukimsikiliza akisema mara kwa mara, nimeisamehe, nimeisamehe. Kuanzia usiku huo, kisu hakijawahi kutembea tena, hakurudi tena nyumbani, hakuna mlango uliogongwa, hakuna upepo ulioleta giza. Roho ya Noel ilikuwa imetulia, familia yetu ilianza upya na huu ndo mwisho wa hadithi, hadithi ya kisu kilichorudi nyumbani na kikapumzishwa kwa maneno ya msamaha badala ya damu. Asante kwa kufuatilia simulizi hii mpaka mwisho. Kila siku tunakuandalia hadithi mpya zenye msisimko, mapenzi, visa, mafunzo na matukio ambayo hutakiwi kuyaacha yapite.